Jamani, nataka niwahadisie kitu leo, kimenipa furaha sana, yani kuhusiana na mpenzi wangu bana. Nimekaa zangu tu, nimeamka asubuhi na kuta na meseji, ananiambia babe, nikutumie shilingi ngapi kwa ajili ya kula kwa ajili yani, kwa ajili ya kunipoza, ni kama vile pole ya kuamka bana bana. Nikasema he, Mungu, si ndo kanipo huyu bwana kanitumia shingapi bana, td ikaingia milioni moja. Sasa furaha nilionayo naona siku nzuri mwaya, nisiwadanganyi sana hakuna cha bwana wala mwenzake na bwana, hakuna cha hela wala mwenzake na hela. Nao wanaumua sasa hivi hawapo, hawapo kabisa. Ivan ani ko muwe mnasikiliza vitu vyenye akili, sio kama vyangu.